Dalili ya kujua kwa mtu anayekufa anakwenda mbinguni. Tumeona tayari dalili ya mtu anayekwenda motoni. Maamuzi ya kwako wewe unataka ufeje? Unataka uende wapi? Tumekwisha kueleza sasa dalili ya mtu anayekwenda motoni. Nataka kueleza sasa dalili ya kujua kwa mtu anayekufa na anakwenda mbinguni. Mtu anapokufa nimetangulia kusema anafikishwa kwenye njia pana, na kama ni mtakatifu alikufa katika haki, dhambi zake kwa kubanisha kuziacha, kinachotokea kwanza, huvalishwa mwili wa mbinguni. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 40, anavalishwa mwili wa mbinguni kwanza. Tena Wakorintho wa kwanza 15:40, tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani lakini fari yake ile ya mbinguni ni mbali na afaari yake ile ya duniani ni mbali. Tena kuna mili ya mbinguni, anavalishwa mwili wa mbinguni. Mwili wa mbinguni anachukuliwa na malaika, na malaika yule anamweka kwenye gari la rohoni, gari la mbinguni ambalo haliendeshwi kwa petroli, aliendeshi kwa gesi, aliendeshwi kwa namna yote, linaendeshwa kwa upepo, unaita upepo wa kisulisuli. Mstari wa 19 mpaka mstari wa 22 tunaona tajiri aliyekuwa amekufa katika haki anachukuliwa na malaika, lakini yule uh, amini, Lazaro maskini aliyekuwa amekufa alichukuliwa na malaika, lakini tajiri aliyeishi katika dhambi uh, hakuchukuliwa na malaika wala hakuwa na heshima yoyote. Ndoka 16 19 mpaka 22 akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri alivaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa nasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake, na vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa akaja, wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Tajiri hasemwi kwamba alichukuliwa na malaika. Sasa, malaika sasa kumchukua Uh, mtakatifu yule na kumweka katika gari na kuliendesha na kumpeleka mbinguni akiwa tayari amevalishwa mwili wa utukufu mwili wa heshima. Na Wafalme wa Pili mbili kumi na moja inasema ikawa alipokuwa akiendelea mbele hapa, alikuwa Eliya na Elisha. Ikawa alipokuwa akiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, na Eliya akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli pepo wa kisulisuli na anapokuwa amepandishwa na malaika huyo, anapokuwa amepanda katika gari hilo na kupandishwa uh, gari ambalo linakuwa na linaendeshwa na malaika, lakini anakuwa na wingi mkubwa sana wa malaika wanaomfanyia escort, kama rais anafanyiwa escort na magari mengi, yeye anafanywa escort, na, ma, na, ma, na malaika maelfu, elfu wa malaika kutokana na heshima ya kushinda dhambi duniani hatimaye kupenya mbinguni. Zaburi sura 68 mstari wa 17: magari ya Mungu ni ishirini elfu maelfu maelfu, Bwana yumo kati yao, kama katika Sinai katika patakatifu. Kwa hiyo anapelekwa, anapelekwa hapo. Sasa kama nilivyotangulia kusema, na sasa narejea tena kusema mtakatifu anapoanza, wana, wakati anaanza kuondoka kama ulitangulia kusema anafika mahali pale panaitwa bandarini. Kama wale watakatifu waliimba tenzi, uh, uh, tenzi ya mia moja na moja inasema tuonane bandarini. Mtakatifu huyu sasa, wako wengine hupewa taarifa mapema. Wakati mwingine anapotaka kuondoka, anaweza kuona malaika, anaanza kuzungumza kuzungumza nao, na wanamwambia itayarishe, kwa sababu tume tume tume kuja kukuchukua, na anazungumza nao na kwa sababu watu walioko pale wanamuuguza mgonjwa hawaoni kinachotendeka katika ulimwengu roho. Yeye yeah, anawaona. Yeah, anawaona na anazungumza nao, na nyinyi mnasema amezidiwa sana, malaria imepanda kichwani. Hapana, na mtu huyu anapokufa hapa pariki, wengine wanakufa akiwa ametabasamu. Na mgumbuka bibi yangu ambaye alikuwa ameokoka dakika za mwisho kabla ya kufa kwake, akalala, akaona akaona mahali pazuri sana, akaona bustani nzuri sana maana yake ni paradiso. Anaonyeshwa bustani nzuri sana na akiwa ana amelala sana hiyo asubuhi, na baadaye alipoamka akawaambia watu kwamba natamani niende huko, wenyewe wao wanapafurahia huko, natamani niende huko. Saa kumi jioni akalala tena. Alipolala amejifunika shuka, ikawa ndio amelala moja kwa moja. Hakuna kupaparika, hakuna kuru... kurukaruka, hakuna kuhangaika, kuweweseka, hakuna namna hiyo. Hivyo ndivyo watakatifu wanavyokwenda paradiso, hivyo ndivyo watakatifu wanavyokwenda paradiso. Hilo linatuleta katika kipengele cha sita.